mbili e, e, mia saba na saba. Kwa maanake yake, walitakiwa elfu kumi na mbili, wameomba watu zaidi ya laki mbili, lakini TRA ilipotangaza ajira elfu moja na mia tano tisini na sita, waliojitokeza kuomba walikuwa ni laki moja thelathini na tano elfu na ishirini na saba, kitu ambacho kinakuonyesha kwamba kuna tatizo kubwa sana la la ajira, na athari ya janga hili ni kubwa katika jamii ambapo moja kati ya athari zake ni kuongezeka kwa wimbi la umaskini na utegemezi, lakini pia kuongezeka kwa mmomonyoko wa maadili na uhalifu katika nchi yetu, vitendo vya wizi, ukahaba, unyang'anyi na uporaji, lakini kumekuwa na ongezeko kwa sababu ajira hakuna. Ongezeko la rushwa kwenye maeneo ya kutafuta ajira limekuwa kubwa, masuala ya kujuana, mtoto wa nani anaajiriwa, ni mambo ambayo yamekuwa e, yanaakisi e, hali hii tuliyo tuliyokuwa nayo. Kwenye eneo hili waziri mkuu, badala ya kutueleza hali halisi na kueleza mipango ya serikali namna ambavyo itatatua changamoto hii, imeendelea kujikita kwenye ulaghai na kutoa taarifa ambazo kwa kweli hazieleweki zimetokea wapi. waziri mkuu amejiongoza katika namna inayoshangaza kusema kuwa katika kipindi cha miaka kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa ajira milioni nane zimetolewa na serikali. hili ni jambo lililoshangaza kwa sababu hata ukirejea ukirejea hotuba za waziri mkuu alizozisoma katika miaka minne iliyopita unaona kwamba idadi ya watu ambao alikuwa anatoa yeye mwenyewe kwamba wameajiriwa jumla yake ni watu milioni mbili laki moja na elfu tisini na sita katika kipindi cha miaka minne, ukizipitia tu zile hotuba za waziri mkuu, yani idadi ya watu ambao alikuwa anasema wameajiriwa na ishirini na tatu ishirini na ukizipitia takwimu alizotoa yeye mwenyewe kwenye kwenye kwenye kwenye hotuba zake zinaonyesha kwamba watu walioajiriwa ni milioni mbili tu. Sasa inashangaza kusikia leo waziri mkuu anakuja kusema kwamba watu walioajiriwa wamefikia milioni nane. Unajiuliza, ni kwa maslahi ya nani? Kwa kwa sababu kwa mujibu wa utafiti wa Repoa idadi ya vijana au kwenye soko la ajira, idadi ya watu wanaoingizwa kila mwaka ni watu milioni moja katika kipindi cha miaka hii minne ambayo yeye ameirejea, maana yake watu walioingia kwenye soko watu wapya walioingia kwenye soko la ajira milioni milioni nne. Hata kama ingekuwa wote wamekuwa absorbed, maana yake tatizo ambalo yeye lilimpelekea kuja na suluhisho la kuwataka vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA ili kutafuta ujuzi wa jiajiri lisingekuwa lisingetarajiwa kutokea. So, najiuliza ni waziri mkuu yupi ambaye jana amebaini tatizo la ajira kiasi cha kuona kuwa hata vijana waliomaliza vyuo vikuu wanapaswa warudi tena VETA ili angalau waweze kujiajiri na ni waziri mkuu yupi ambaye anatuambia kwamba eti, sasa katika kipindi cha miaka minne wameajiri watu milioni nane. Hili ni jambo ambalo linaonyesha kuwa serikali inacheza hadaa na ina, inataka kufanya ulaghai kuelekea wakati wa uchaguzi, badala ya kulikabili tatizo la ajira katika sura halisi, ambalo ni tatizo linalogusa maisha ya vijana wetu. Takwimu zinaonyesha ajira rasmi nchini, kwa maana ya watu wote ambao wana ajira rasmi katika nchi yetu ni jumla ya watu milioni tatu laki saba na elfu kumi na saba e, ni watu wote ambao kwenye ajira rasmi, hivi tunavyozungumza ni watu milioni tatu laki saba na elfu kumi na tatu ambao kati yao watu milioni mbili laki tano na elfu sabini na saba wameajiriwa na sekta isiyokuwa rasmi na waliobaki wakiwa wameajiriwa na serikali. Ao walio kwenye sekta isiyokuwa rasmi wana changamoto nyingi, tulizieleza juzi wakati tunajadili hapa, ikiwemo e, kutokuwa wengine kutokuwa na mafao na mishahara midogo, lakini angalau watu milioni tatu ndio walioko kwenye database ya watanzania ambao wana ajira rasmi. Hii milioni nane ya waziri mkuu haijulikani kwa kweli imetoka, imetoka wapi. Kwa upande mwingine, zaidi ya watu milioni ishirini na tano katika nchi yetu wako kwenye shughuli zisizo rasmi kwa maana ya shughuli za kilimo, uvuvi, umachinga, ufundi, pikipiki, uyaya maana ya house girls house boys, udalali, upishi, udereva, bodaboda na kadhalika ndio maeneo takwimu rasmi zilizopo katika, katika nchi yetu, kazi hizi hazitambuliki na inafahamika hazina hata hifadhi ya jamii ndogo. So, tu wanaangukia kwenye lindi kubwa la umaskini. Yaani mkulima ambaye kila mwaka anakwenda kulima, akipata tu maradhi ambayo yatamfanya asiende kazini kwa muda wa miezi miwili, anageuka kuwa <laughs> ni masikini wa kutupwa, na hivyo hivyo bodaboda akipata maradhi ambayo yanamfanya akae kwa muda wa mwezi mwezi miwili miezi mitatu bila kwenda kazini anageuka kuwa ni maskini wa kutupwa, kwa sababu ya aina ya kazi yake ambayo haina hata hifadhi hifadhi ya jamii. Sasa tulitarajia hotuba ya Waziri Mkuu ije na suluhisho kwanza la namna ambavyo itaongeza ajira rasmi, lakini namna ambavyo serikali inaangalia sekta isiyokuwa rasmi, ili angalau kunusuru kundi kubwa la Watanzania ambalo liko kwenye hatari ya kuangukia kwenye umaskini wa kutupwa. CCM kwa zaidi ya miaka 63 imeshindwa kuchochea shughuli za ajira na matokeo yake imekuja imekuja na, na hadaa. Wazalendo tunaitaka serikali